Hapa tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Sijui ni huko tujambo. Haya, nimemleta mchuku wangu hapa, maana likizo lilikuwa ni fupi sana. Sawa baba, nashukuru sana mwanangu. Unaendeleaje? Naendeleaje? an unamuliza maendeleae wakati unamuona kabisa kaminuna, na hapa sijui mnamlijaka mavitu gani Timamangu mnamlishaga nini? Magimbi aumamichema? Hapana hmm? Baba, lakini mbona anakula chakula cha kawaida hmm. Anakula chakula ambacho anakula binadamu wote hapa duniani hmm. Tatizo so lahii nyumba bwana, asubuhi mnamlisha magimbi, mchana mnamlisha makande haya usiku to mnamlisha tubwabwa na tubwabwa tenyezakukombania to anachind akweli kuwa fe kama ambao kwa nini wakienda kule wanakuwa wanakula sasa, wanashiba yes? So sa, nyumba matatizo si na matatizo gani, au kuna misukule mnakuwa mnashirikiana chai? Ah, baba ah. Sio. Sasa hii nyumba itabidi nifanye opareke inian ni mnatembeta fimbo kila mtu, haiwezekane kila mtu nikimleta kula na akienda kule pia. Mbona kwa walikuwa wanashika vizuri? Eh, hey, mlikuwa mbaliki mama. Naona dada yangu yuko kwa hapa kwa mimi. Shikamoo mzee. Baba yangu, unakuja umekunja sura hivyo. Eh? Na salamu nyenyewe inasikika puani. Sasa hata kama ungekuwa ni ungesikiaje? Mzee, mbona nimekusalimia kawaida tu? Ana wewe. Nimemleta hapa mtu wangu.

Huyu baba mko wako, kuna siku nitakuja kumzibua, maana ananifananisha mimi na mtoto wake. Unacheka? Yaani kwamba unacheka, shauri yako. Hebu shuka hapo wewe, naomba unisikilize vizuri. Nadhani kama kupumzika, umepumzika vya kutosha huko ulikotoka. Sasa amani uliotukutaniwa hapo nyumbani, naomba utuachie. Hivyo unapanda hapo juu, kwa mfano, ukianguka, ukaanguka, uka ukapasua likitu hapo kwenye meza, utamlaumu nani? Jamani! Hey, Yaani mtoto ndo amefika leo hajapumzika hata kupumzika, unamtolea maneno makali kama hivyo, mm. wewe unajisikia na tukizungumza wewe? Kupumzika kupumzika kupi unazungumzia wewe? Huko alikotoka umeambiwa alikuwa analima huyo, katoka huko amelala, amepumzika, amefanya kila kitu cha kutosha. Sasa hicho kinachompandisha hapo juu, akipasuka kichwa inakuwaje mchana eh. Na usiku atalala. Eh. Oh my god. Yaani hata tuseme usiku tutalala, si ndio unamaanisha hivyo? Sawa, mama, sisi usiku tutalala. Sisi tutalala, wewe endelea kuiva. Lakini ninachokwambia, ninachokwambia usipokizingatia, nitakuja nikubokoe nikuvunje mgongo. Kwa sababu wewe si ni kiburi. Mimi ndio maana nimekwambia amani ile tukutana hapa tuachie. Alafu kwanza mimi tangu napokuona unapanda pale na hisi kabisa hapa kuna harufu ya damu. Hapa kuna harufu ya damu. Kila ukipanda pale ukishuka nakuangalia na naona na kabisa hapa kuna harufu ya damu. Na ili harufu ya damu isije damu ikatapaka hapa hata mimi niondoke. Eh. Eh? Kokawaendelea e, kuimba mama wesini Zuchu imba, Zuchu imba, Daimondi ya kuona imba na imba. Ukimaliza sisi tunaendelea kusema tutalala si, tukiongea kweli hata waseme tutalala. Imba mama. Kwa nini umemjibu baba yako hivi? Huh? Hapo ndo naingia sasa kama Zuchu. Hapo ndo naona <laughs> nyomi la watu kibao uh -huh. Mimi nataka ni moja tu. Bebi supu, bebi supu. Hapo ndo naingia sasa kama supu Zuchu. <laughs>

Nakwambia aliingia na manguo makubwa makubwa kama haya haya. <coughs> Hey, hai vianza sasa hivi. Eh, ee! Kinga. Erodini, unajua erodini wewe? Hivi mtu gani? Unataka muda nitukuzwe twende wapi? Eh? Kwa nini kila siku unakwambia neno moja tulia, lakini usikivu na shida gani wewe? Ah, mama. Kwa hiyo mama Aisha yangu pumbagwe. Sho, sho leo kwa toka Nitafungwa kwa kosa nanga. Kasongo, mbona kunyongwa? Oh, oh. <laughs> Aha. Ayungo, la mauaji mtoto ananitafuta mbali nanga. Kasongo mbona, nitaenda kunyongwa mtoto chini huyu. spendi

gaangu mtoto amerudi leo kutoka kwa babake alivyokuwa ameenda kupumzika kwa ajili ya likizo. Hongera sana. Hata hivyo alikuwa sana babake. Ni kweli sema, hata hivyo likizo haikuwa ndefu sana, likizo ilikuwa fupi. Nadhani kwa sasa hivi atarudi tena mpaka Disemba. Ah, ndio ataenda kupumzika kwa kwa likizo. Kwa sasa hivi inabidi tu afokasi na masomo. Kweli. Ehe, vipi kuhusu Beni, naye anasemaje? <laughs> yupo tu Beni wa watu, atasema nini sasa nauseme hivyo tu mume wangu. Duu, kwa kweli una bahati sana kwa kweli umebahatika kupata mwanaume wa kweli, maana kwa zama zetu ni ngumu sana kupata mwanaume ambaye anaweza kulea mtoto ambaye sio wake hmm. ni kweli sema tena, mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwengi. Kiukweli kwa upande huo kanipendelea sana yaani mume wangu ni mtulivu, anampenda mtoto wangu yaani da na, namshukuru sana Mungu. Ongea no, sana asante. Anyway, yeah. Mi, mi nilikuwa naomba nikuache niende nyumbani nikaangalie utaratibu mwingine, si unajua tena. Asalimie huko. Asante, bye. Bye dear, karibu tajiri vile <laughs> e, vile kama tulivyopanga jana, e, yaani nakwambia leo kwenye kikao ja zangu ni za moto moto moto moto <laughs> si unanijua, sisi wapenda sifa tunakaa mbele kama kawaida yetu. Aha. <laughs> Eh, muda ndo huu, bado dakika like kumi na tano tu nadhani, niko na usha viatu hapa, tukutane hapo <laughs> e, Haya, tukutane hapo. <laughs> Shikamo, baba. Marahaba. He, kumbe bado umemind. Yaani mimi kuvaa nguo zako tu ndio umenuna tangu jana mpaka leo. Ama kweli baba, kama sio baba, unasemaje we Kenge? Baba kama sio baba Watu wamefungua. Fungua bwana, mimi nataka kwenda kwenye kikao, ujue mimi sitaki ujinga ujinga. Sopu mwanangu, mimi nakutania bwana, ama mambo mengine tunayoongea tu. Naenda fungua, fungua, kwenye kikao Subu, fungua mlango, mimi niko kikao. Subu, hata ujinga basi fungua mlango, fungua mlango. Subu, mimi nitakutandika. Eh, sasa mimi niko kwenye kikao. Sasa jamani. We, Subu. Subu. Hey. Subu, fungua mlango basi hata ujinga

Nah, uh, hali yangu ilishajifia nilempenda sari. Wewe. Ha, ha, ha. Wewe, vipi mwenzetu? Mbona umelala mlangoni? na ili yakuwa, sasa hivi ni muda kwenye kikao, lakini nashangaa umelala hapo vipi? Kikao kimeahirishwa, kimeahirishwa. <coughs> Leticia, huyu mtoto wako anatentafuta atakipata. Yesu anataka mi niende jela, mi jela nitaenda na ndo maana wanasema hivi, sio kila nenda jela na makosa, wengine wanasingiziwa, wengine wanaonewa, wanafanya vimwaga vimwaga kama hivi hivi, na mimi nitaenda jela nakwambia. mama, amefanya nini tena? Nimesemaje? Yaani Leticia, Yesu anataka mimi niende jela. Jela mi nitaenda nikafungwa ya furahi. tena mi jela nitaenda nakwambia. Sasa unaenda wapi? hata niende polini, Yesu anataka niende polini hata nikakae na simba, mwenye nyumba abaki ndani ndani, amefunga nisende, kwenye kikao afunge mlango yeye mwenye nyumba, mimi nikalale pulini na simba na chui, anaona mimi ni mnyama. Kaeni, anacho nitafuta atakipata. Mimi nimemaliza, amefunga mlango afunge, u wesuu wesuu wesubu e mfunguwa mlangosu